Mtu wa Mungu, nataka nikwambie kwamba ubaya kama ubaya, hata watu wakiufumbia macho kwa siku nyingi, haubadiliki kuwa wema, unabaki kuwa ubaya. Vile vile dhambi, hata watu wakijifanya hawaioni basi, haiwi jambo jema, inabaki kuwa dhambi vile vile. Sasa nisikucheleweshe muda au nisichukue muda Ona, msikilize mzee huyu hapa, afu pia kaanalo mwenyewe, tafakari mwenyewe. Mtu wa Mungu anasema ya kwamba uovu utaangushwa na wema utasimama. Mungu akubariki. Sikiliza ndugu wa Tanzania wenzangu, na wasalimu na naomba nizungumze nanyi kwa kifupi sana. Sasa hivi tunafahamu kwamba ni karibu mwezi mmoja toka kampeni zimeanza na ni exactly mwezi huu huo mmoja, shauri nililolifungua mahakama kuu Dodoma lilikataliwa, ambalo lilikuwa linapinga uteuzi wa Bi Samia Suluhu Hassan kwamba hakufata katiba ya CCM wala hata katiba ya taifa na wengine walifikiri kwamba ah, basi sasa mahakama imeshakataa, huo ndio mwisho. Hapana, nilikata rufaa nilikata rufaa kwenda court of appeal, yaani koti ya rufaa, na sasa ni karibu mwezi mzima pamoja na kulipia gharama zote ili shauri lile lipitiwe tena na mahakama ya rufaa, bado tunaendelea kupigwa danadana na sasa ni mwezi umepita, na kama ni swala la kampeni limebakiza mwezi mmoja tu. Kwa hiyo naomba ni ujulishe umma wa Tanzania kwamba kuna rufaa imekatwa lakini bado haijasikilizwa kwamba kuna mchezo unaochezwa ili kuzuia hiyo rufaa isitoke isisikilizwe mapema God knows. lakini niongee ni, ni, ni na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Bi Samia Suluhu Hassan mambo unayoendelea kuyafanya kwa taifa hili ndiyo yanayowafanya Watanzania wengi wazidi kukukataa. Angalia mpaka sasa, ingawa yeye hata asinge alikuwa mgombea Tundulisu bado anateseka tu. Haya mkaona hilo kwamba halitoshi, mlipomwona Luaga Mpina anaelekea kuwa tishio kwa Samia, hilo nalo mkahakikisha mmelizima naendelea kushughulikia hiyo rufaa labda ichelewe au sijui vipi. Sasa wewe dada yangu mdogo wangu Samia Suluhu Hasan, hivi unatafuta uhalali wa kuwa rais wa Tanzania kwa gharama yoyote ile, kwa sababu kipindi hichi hukuwa umechaguliwa. Naona unafanya kila unaloweza kufanya, ili hatimaye tarehe ishirini na tisa Oktoba wakutangaze, labda kwamba umekuwa raisi, umeshinda kwa kura. Maidia, idadi kubwa ya watu wa nchi hii hawakutaki. Ni, ni, ni ukweli unaouma na itaendelea kuwa hii na kwa bahati mbaya sana ikitokea ukatangazwa kuwa rais eti umeshinda uchaguzi, bado Watanzania tutaendelea kukukataa, na hatutakukataa tu alafu tukuangalie. No, harakati za kuendelea kuhakikisha tunakutoa madarakani zitaendelea tu Zitaendelea, rest assured kwamba kuna siku utakuja kuondoka. Wameshasema Watanzania wengine, ninyi mmeendelea kutia pamba kwenye masikio. Sawa, endeleeni tu, lakini hakuna jambo lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Ombi langu kwa watanzania wenzangu, wenye uchungu na nchi hii na ninajua mko wengi, kataeni tena kataeni kabisa kupiga kura. Kataeni kwa sababu kura katika nchi hii kisheria sio lazima upige kura, na usipopiga kura haujatenda kosa lolote, kupiga kura au kutokupiga, kupiga kura ni uamuzi wako. Kataeni, msimu endorse huyu mama ambaye analiburuza taifa hili akiwa ametia pamba masikioni. Tanzania itakombolewa, iwe leo, iwe kesho, iwe baada ya tarehe ishirini na tisa Oktoba. There comes a day, hii nchi itakombolewa.